ambao tumewaalika leo tuke tuzungumze na nyinyi kwa, kwa sababu nyinyi ni kitengo cha kufikisha habari taarifa katika jamii yetu kwa kupitia media. Leo tumewaita hapa kwa sababu tuko na vitu vya msingi sana ambavyo nataka tuvizungumze, and we are not going to hit around the bush we are going to hit nail on the head. Nchi yetu ipo kwenye matatizo makubwa sana na kuna watu ambao wao wapo mstari wa mbele kutaka kuli bomoa taifa la Tanzania ambayo limejengwa katika misingi ya amani na utulivu. Wakija na hoja ya kusema ya kwamba haki kwanza, amani baadaye. Haya ni maneno ambayo si ya kweli. Maneno haya wanaposema haki kwanza, amani baadaye, kwa mtu mwenye akili, huwezi kudai haki sehemu ambayo haina amani. Unamdai nani wakati taifa ilipo katika vita? Unamdai nani wakati taifa ilipo kwenye machafuko? Kwa mfano mzuri, unaweza ukaangalia baada ya kufanyika vurugu walizoziita ni maandamano. Yale hayakuwa maandamano, let us be clear on this. Yale hayakuwa ni maandamano, yale yalikuwa ni machafuzi na ni mambo ambayo yako wazi na kila mmoja ameyaona. Hatuwezi kurudia yale ambayo yalisemwa na viongozi wa dini mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tunasema ya kwamba it was just a test, we've been given the test, kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa tunaposema kwamba amani kwanza, alafu ndio udai haki yako, ndio tunakudai, wanatuita sisi ni machawa na wanatuita majina mbalimbali, kwamba hawa ni mashehe. Let let me let me let me tell you Siku zote mtu ambaye anayesimama katika majambo ya kuonyesha ya kwamba kwamba hii amani ni kitu cha msingi, na amani inapotoweka haiwezi kurudi kama vinavyofikiria. Ni jukumu la kila mtanzania kuchunga, kuchunga amani ya taifa letu, kwa sababu tumeaona siku tano ambazo tulizokuwa tumekaa ndani, we been locked down the country was paralyzed na kazi zilikuwa hakuna, vyakula vilikuwa vinaanza kuishi katika ma, katika maduka yale ambayo yaliyokuwa karibu nasi, na imefika mahali ya kwamba watu wakaanza kuishi maisha ambayo hawakuyazoea kwa sababu ya watu waliokuja na, na maneno ya kutengeneza ya kwamba Tanzania, tunataka haki kwanza kisha tunaifuate hiyo amani. Sisi tunasema ya kwamba amani kwanza, haki inafuata baada ya kuwa na amani katika taifa. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, nchi yetu kubadilika. Leo imekuwa ni nchi ya matamko, yaani leo imekuwa ni kwamba kuna taasisi zinakaa, wanaamka, wanakaa, wanasema kwamba kesho tutakuwa kimatamko, kesho kimatamko. Hii nchi haijajengwa kimatamko, hii nchi imejengwa kwa misingi ya amani na upendo. Upendo wetu umetoweka, umeenda wapi? Mbona tubatleo tumefikia mahala tumeweka katika, katika kundi la watu wanaobaguana wa Tanzania, hatujawahi kuishi maisha kubaguana. Leo imefika mahala ya kwamba rais aliyoko madarakani sasa, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anapigwa vita, ni vita vikubwa sana ambavyo wakisema ya kwamba anawanyima watu uhuru na watu, hak, na watu haki zao. Lakini ni kweli kwamba Dkt. Samia anawanyima watu uhuru na haki zao Tanzania? au leo kuna kauli zinakuja zinasema ya kwamba eh, eh, Mheshimiwa Rais Samia kwamba yeye ndo ananasibishwa ala na mambo ya utekaji na mambo ya watu kuuawa na kadhalika na watu kupotea. Hili jambo tusio wanafiki wa Tanzania, tuwe wa kweli katika hili. Mambo ya utekaji hayajaanza kipindi cha Dr Samia Suluhu Hassan, mambo ya utekaji yalikuwa nyuma huko, yalikuwa yanafanyika. Lakini hawa ambao leo wanatoa ma, manakara wakisema kwamba tunatoa wito tunalaani utekaji na umwagaji damu na watu kupotea Tanzania kipindi cha Samia na wanatoa matamko, mbona hatujaona matamko haya yakitolewa yakitolewa wakati walikuwa wanaongoza watawala wengine ambao wasiokuwa Waislamu? Let me be frank on this. And I cannot be hypocrite on this, this is serious matter and we have tuweke ya mambo sawasawa kwa sababu wakati anapotawala Muislamu katika nchi hii kuna matukio mengi sana ambayo yanajitokeza ya kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza ili kumtengenezea mazingira magumu ya Muislamu katika kipindi anachotawala yeye, na haya tumeyaona yako wazi. Dkt. Samia Suluhu hapingwi kwa sababu ya uongozi wake kwamba nchi kaitendea vibaya, sio kweli. Ni vitu vikubwa viko nyuma pazia, na leo tunataka tuyaweke wazi. Jambo la kwanza Uzanzibari wa mama Samia, uzanzibari wa mama Samia. Hili ni tatizo kubwa, na hawa ni sisi watu wa bara tuna ubaguzi. Leo mama Samia, kwa sababu ya uzanzibari wake, kwa sababu ya ule uislamu wake, kwa sababu ya ule uwanamke wake, amepewa sifa mbaya, mbaya: anateka, anaua watu anafanyaje. Lakini tuangalie ni kweli, mama Samia, yeye kipindi chake watekaji ndio walikuwa wanateka hivyo vingine, watu walikuwa wateka. Tume tumeshuhudia kwa kipindi cha mheshimiwa aliyopita nyuma mama Samia, ambaye ni mheshimiwa John Pombe Magufuli, yeye kipindi chake hivi. Tuseme ukweli wa Tanzania, tuache unafiki katika hili. Kulikuwa na kipindi cha utekaji na mauaji kwa kipindi cha Magufuli, watu walikuwa wanawekwa kwenye viroba wanafungwa wanatupwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mito ya maji kwenye bahari. Kibiti watu wameuawa mpaka majumbani. Ilifika mahala ukionekana wewe una ndevu wanakukamata, unafungwa mikono nyuma, halafu kisha kinachukuliwa kiberiti unawashwa zile ndevu zako, ndevu zinawaka. Kilwa waliuawa Waislamu msikitini kabisa watu wa teki walikuwa wapi kutoa matamko yao ya, ya, ya, ya, ya kutaka kuchonganisha taifa la Tanzania? watu wa teki walikuwa wapi? Kanisa Katoliki, where were you? Mlikuwa wapi kipindi hicho ambacho wameteswa watu, wameuawa Mwembechai? Ninyi mlikuwa wapi, au mlikaa kimya? Kwa sababu teki aliyekuwa anatawala kipindi cha Mwembechai, kipindi hicho alikuwa ni Benjamin yule Mkapa, Mkristo Mkatoliki mwenzenu. Mlikuwa wapi kipindi ambacho Magufuli anaua watu Kibiti na watu watu wakuja kwenye viroba kila sehemu. Magufuli, ilifika mahala mpaka kawa na pola pesa kwenye ma, kwenye mabenki, watu wamepoteza pesa zao kwenye mabenki, unakwenda benki unakuta pesa ishaondoka, ukiuliza majibu na -tak -tak, kwa nenda nenda takugu. Ukauliza, mlikuwa wapi na matamko yenu, ni maaskofu wa TEC? Maaskofu wa TEC ni chanzo cha migogoro ndani ya Tanzania, na leo tunasema ya kwamba hatuitaki wala hatutaki kwamba kanisa Katoliki ndio ndio wapatanishi wa nchi. We don't need you on this. Tunataka watu ambao takekuwa neutral, watu ambao hawako bias. Leo kuna waraka ambao umetolewa waraka huu unaposoma, ambao ulitolewa na kanisa Katoliki teke Waraka huu ndio wazi kabisa unasema, tunasikitishwa tena sana na hii hali na, na tuna haya mauaji ya kikatili na ya kinyama ya vijana wetu na wengine. Kiukweli, huu ni uovu mkubwa na chukizo kwa Mungu wetu. Tusimame ee nukta hiyo kwanza, atuiangalie hiyo nukta maana, katika kuna vitu vinavyoitwa simeti. Mtu anaweza akazungumza neno katika lugha fulani, lakini huyo mtu akawa anamaanisha kitu kingine, speaking with a hidden meaning hapa kuna kitu lazima tukieke sawa. Wanasema ya kwamba ni uovu mkubwa umefanyika, hebu tujiulize. teki walikuwa wapi? kipindi ambacho mataasisi sadini mbalimbali zilikuwa zinatoa kauli, wanasema ya kwamba amani kwanza, ndugu zetu, wao hatujaona teki kutoa waraka wala kutoa hiyo barua yao ya kuonyesha ya kwamba wao wanaungana na wenzao kwenye suala la amani. Walikuwa kimya teki, baraza la Katoliki, maaskofu wa Katoliki Walikuwa wapi kipindi ambacho mataasisi mbalimbali viongozi wa dini mbalimbali wakizungumza swala la amani, wakati wali, wali, wali, wanaona kabisa kwamba kuna watu wao wali walishatangaza walisema tarehe 29 Oktoba, hakutakuwa na, hakuta na uchaguzi. Haya mambo alikuwa wazi, heti alizungumza kwenye media na clip ziko za ushahidi za video, anasema kabisa kwamba Tanzania hakutakuwa na uchaguzi tarehe ishirini na tisa Tundurisu alisema wazi kabisa, tunakwenda kuinukisha nchi nchi hii ya ya Tanzania Tanzania. Hakutakuwa na itamuka, na uchaguzi uchaguzi wala msiangaike tarehe 29. Watu wanaweza kutangaza wazi kwamba watakwenda kuinukisha nchi ya Tanzania. TEC mlikuwa wapi kutoa hizo matamko yao, kukemea hizo kauli mbaya za kutaka kuligawa taifa na kutaka taifa lipasuke. Where are you, TEC? And we cannot tolerate this nonsense. Kwa sababu haya ni mambo ya ajabu kabisa ambayo yanaendelea. Watu litamka na kwenda dhamira yao ikaonekana. Tarehe 29, mipango yao haikamilisha, hakuna maandamano yalifanyika. Tarehe 29 ulikuwa ni uchafuzi na uvunjifu wa amani na kuharibu mali za watu. Alafu mashangao, kipindi cha kipindi cha Magufuli kuna baadhi mpaka walikuwa ni viongozi wa serikali wa bunge walipigwa risasi mji hadharani. Kuna wengine walitolewa bunduki. Mheshimiwa Nape Nnauye alitolewa bunduki hadharani kabisa. Amani ilikuwa imetoweka waandishi wa habari walifungiwa, bunge lilifungwa, live coverage. teki walikuwa wapi? Mbona wakuzungumza, au kwa sababu magufuli alikuwa alifariki mwenzenu? teki mlikuwa wapi wakati mauaji yanafanyika, haya ambayo yamefanyika Zanzibar, mlikuwa wapi teki? Benjamin William Mkapa akiwa rais wa Tanzania alituma wanajeshi, walitoka bara, walikwenda kuwaua waislamu katika mji wa Pemba, tena ilifika mahala waliwaua waislamu wazi kabisa. Na bahati nzuri aliyefikia tukio mwenyewe akaandika mpaka kitabu kujutia, kitabu kilichoitwa My Life My Purpose, ameandika anasema kwamba najutia dosari kubwa ambayo imetokea katika utawala wangu. Lakini swali tunajiuliza, kama aliyefanya tukio alionyesha matukio, TEC mlikuwa wapi? Katoliki, mbona hamkukemea haya? Au kwa sababu mbeja, mimi mwingine kama alikuwa ni mkristo wa Katoliki? Wenzetu tunasema hivi, hatuwezi sisi kuentertain Katoliki hatuhitaji nyinyi ndio mwe wapatanishi nchi hii kwa sababu nyie ndio namba moja wavurugaji wa amani katika mataifa mbalimbali. Mauaji ya kimbari yaliyofanyika Rwanda sababu ilikuwa ni wa katoliki, wao ndio walisababisha watu wakauana. Jamii walikuwa nasikilizana Wahutu na Watutsi, lakini fitina na chuki litengenezwa. Katoliki walihusika sehemu kubwa. They play their part to destroy the, eh, the Republic of, of, of Rwanda. Rwanda ikaia kenye vita jenoside, watu walimwana kwa sababu ya Katoliki. Tuna historia nchi iya Tanzania, tuna historia tusio wanamki, hatuhitaji teti wawe ni wapatanishi. Wao ni maskofu wakaye kanisani, ngina atatue moja wao kama takwa wana wanasiasa, wanataka kuwa wanaharakati, wavue magwanda ya, ya, ya, ya udini Wafanye mabwana wanasiasa waingie barabarani tujue wao ni wanaharakati moja kwa moja, lakini sio kutumia kato iki alafu kutoka kuintimidate rais. Wanamuintimidate rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Suluhu kwa sababu ni Muislamu. Mama Suluhu wadui wake kwa sababu yeye ni Mzanzibari, wadui wake kwa sababu yeye amepata mirija ya watu ambao walikuwa wanaiibia hii taifa. Tuko na report, we have the record in this country, bilioni 19.3 Nishitani vizuri nini waandishi habari na Watanzania. Bilioni 19.3 hizi ni pesa ambazo walitakiwa serikali ya Tanzania ipokee. Hizi pesa waliomba msamaha walipoingiza magari takribani 691, kanisa Katoliki nchini. Waliingiza magari wakaomba msamaha wa ushuru watolewe na walitolewa bilioni kumi na tisa. Tutataka ushuru ambao ulikuwa ulikuwa eh net worth yake ilikuwa ni hiyo sawa na haya magari mia tisini na moja. Niye Katoliki, mtueleze vizuri, hii ni pesa ambayo ilikuwa ni ya Watanzania na hii pesa mnaomba msamehewe. Lakini cha ajabu, kama tunashangaa kama kwenye msamaha ambao unaoomba eh nie, kanisa la katoliki, mnaingiza magari kule munaingiza madawa bure kupitia Kanisa Katoliki, munaingiza vitu eh, mbalimbali, mabati ya kutengenezea manyumba na kadhalika, tiles, mnaingiza na vitu mbalimbali, lakini mwisho wa siku ni kwamba nyie ndio wa kwanza mnakosa kuwa na fadhila. Leo nasema kama serikali ya Tanzania haina haki, serikali ya Mama Samia haina haki, nyie nyinyi haki mnayo haki nyie nyie, na maaskofu wa Kanisa la Katoliki hii pesa bilioni 19 ambazo mmesamehewa na serikali, magari 931 ambayo hamjalipa ushuru, hizi pesa ambazo ya, serikali ya Tanzania hizi pesa, hebu mtuambie, serikali ingepata hizi pesa ingekuwa imeweza kufanya miradi mingapi katika nchini? Mnaingiza madawa bule kupitia mahospitali yenu, lakini cha ajabu kwenda hospitali za katoliki, gharama ambazo zinalipia hospitali ya katoliki ni sawa na hospitali ya serikali na wakati mwingine inakuwa ni zaidi ya unayolipa kupitia Katoliki. Ikiwa mnaingiziwa hizi vitu bure, kwa nini msijakuwa ni watu wa mishi wa Mungu wa kweli mungesimama? Sasa kwa sisi watumishi wa Mungu wa kweli, serikali imetuondolea sisi haya maushuru, hebu tuwasaidie hawa raia basi. Msitusaidie sisi Waislamu au msitusaidie sisi kwa wale Maprotestanti, KKT, Anglikana, maana ni makanisa mengine. Nyinyi wa Katoliki nyinyi kwa Mungu, msaidie wa Katoliki wenzenu wa Katoliki wenzenu wa wana hali ngumu. Nasimama nasema, ah, unajua tunaona ya kwamba hii nchi taifa limegawanyika, ama taifa limegawanyika, nyie ndio laulijawa taifa. Mlisubiri mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asome hotuba yake. Tanzania, tumekaa very attentively to listen what our, our president say. Tumesubiri tuangalia rais wetu anaongea nini pale pale, siku ya pili yake ya tatu kumkatoa waraka wenu. Ina maana nyinyi mmekuja kutoa waraka baada ya hotuba ya mheshimiwa rais, ina maana hii ni kudistract hotuba ya mheshimiwa rais isisikilizwe na raia, na raia wasipate faida kwa kwa kwa ile hotuba ambayo mheshimiwa rais anazungumza. This is unacceptable and we cannot accept this, we don't need you to be our negotiators. Nyinyi ni wafanyabiashara na mmekaa kwa sababu ya maslahi yenu yamekatika ndio shida hii, na tutakuja na tamko lingine, tujabaa na ujumbe mwingine wa pili wa baadaye kuzungumzia swala hio. Nikimalizia, ili niwapishe na wenzangu, naomba nimalizie na aya hii kitabu cha Biblia, kwenye kitabu cha Biblia ambayo inapatikana kwenye kitabu cha Biblia inapatikana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza sura ya, sura ya tatu mstari wa kwanza. Naomba hebu nifungulie mtu mmoja pale. Eh, hey, iko hapa. Acha niisome watu waisikie. Kazi ya maaskofu ni gani? What is your work? Sikilizeni mafundisho tukija na kufundisha. Leo mmeanza kwenye kazi zenu, mmeingia kwenye kazi zenu, mnataka kuingia kwa taifa la Tanzania. Ni udini ndio kwa wazi kabisa wala usiopingika. Mzanzibari ana haki kutawala Tanzania kama mbara utawala Tanzania. Ili jambo lazima lieleweke kitabu cha timotheo wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya uaskofu ametamani kazi njema basi imempasa askofu awe mtu aliye asiyelaumika mume wa mke mmoja maskofu wote wale wana wake na ndio maana mtu yuko tayari kukinukisha anasema bora kinuke kwa sababu hana familia he doesn't have a family in this country maskofu hawaoi biblia inasema askofu lazima awe mume wa mke mmoja Lazima aoe, na ukiwa na familia, ukiwa na familia lazima utakuwa na uchungu na nchi yako. Huwezi kubali kuruhusu kwamba kaadamu yuko katika nchi hawaoi kwa sababu hawana familia, na kutokuwa na familia ndio maana hawana uchungu na taifa. Ndio wakati ata akasema kwamba hatuwezi kubali amani kwanza. Hapo haki wanayozungumzia maskofu ni haki yao inayohusu miradi yao, na hiyo tazungumzwa na waadhiri wengine ambao wenye taaluma hiyo wapo, inshallah taala hapa Seba, basi imenipasa askofu awe mtu asiyolaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara. Askofu lazima awe mwenye busara, lazima muangalie, huu ni wakati nizungumze nini na wakati nisizungumze nini. Nchi imeshavurugwa, kuna watu wamekaa kutaka kuichafua Tanzania, kutaka kuivuruga Tanzania kwa maslahi yao. Wanataka, wanataka mali zaza watanzania waje wasikontolu wao, kwa sababu Mama Samia amebana kila kona. Hii ndio chuki iliyopo. Lazima maaskofu lazima wenye busara, mtu mwenye, mwenye, mwenye utaratibu, mkaribishaji, akiwai kufundisha, si mtu wa kuzoea waku, ulevi, si mpiga watu yani manake, askofu anajui kutoa matamko ya kufanya watu, lazima ieleweke, si hiyo bali awe mpole, ndio askofu wa sawa sawa, awe mpole, si mtu wa kujadiliana jadiliana. Askofu atakiri ni ndani ndani, hii atakanya kisiasa, yeye si mwanasiasa, amhubiri Yesu na Mungu kanisani, wala sio mwenye kupenda fedha. Hapo kuna nukta maaskofu wa, wanapewa maelekezo wasiwe wenye kupenda hela maaskofu wetu wa leo bilioni kumi na tisa nukta tatu hii ni pesa ambayo wamepanga kusamara wameomba na wakakatiwa kwa ushuru yao hii pesa haikusaidia hai, jamii hii pesa imekwenda kwa watu binafsi hatulaumu kanisa la Katoliki lote kuna baadhi ya wengine ambao hawaungi mkono wa imamu lakini wamebana na wale ambao wanaongoza imamu. Lakini shuka sema hivi we are talking in general. Kanisa la Katoliki, tunaomba katika hili swala atutaje matamko yenu, kwa sababu nyinyi ni watunganishi na sisi atutaje, kwa sababu mngekuwa wa kweli mngeonyesha mifano kwa marais wao wa katoliki wenzenu, hiyo mifano mngeonyesha, kwa sababu waislamu wameuawa hamkutoa tamko, kimya, kama vile wameuawa mabusi. Wameuawa wa Zanzibar kule Pemba, kimya, hamkutoa tamko kama vile wameuawa kuku leo vijana ambao walitangaza rasmi Tanzania kwamba tunakwenda kukimkisha tunakwenda kupindua serikali. Wala nasema kwamba haya ni maandamano, watu wanasema ata kupindua serikali, haya sio maandamano, these are criminal issues. Hawa ni watu ambao Bia, criminality. Na hatuwezi ku accept hiyo. Serikali inafanya majukumu yake ya kuhakikisha kwamba kuleta taifa mazingira ya, ya salama na amani ni wajibu wao. Askari wasilaumiwe kwenye majukumu yao. Askari wame train vitu vifuatavyo, cha kwanza wao katika katika, katika, katika, katika, training zao wameambiwa kazi yao ni kuwachunga raia na mali zao, nukta hizo, raia na mali zao. Askari wametoka baadhi ya askari walikuwa hakuna siku hiyo hapo kwa msama askari. Watu wameruhusiwa kufanya uchaguzi wamefanya uchaguzi wao wamemaliza, lakini baadaye askari askari waliojitokeza baada ya kuona wametokea vijana wanachoma mali za watu, anashanga ya kwamba katika mali ambazo zilikuwa targeted ni mali za Waislamu nchini. Abudi kachomewa mabasi, Abudi ni Muislamu, ina maana Abudi was targeted why? Abudi Muislamu. Leo wamechoma mabasi ya Rakto, Rakto ni Muislamu, why? Awe ni mwislamu. Leo vimetoka vituo vya eh, mafuta Leki Oil. Mwenye Leki Oil ni, ni brother Ali Awadh, yeye amespend bilioni moja ya dola mwaka elfu mbili na sita wakati utawala wa mzee Jakaya Kikwete kuinvest Leki Oil katika Tanzania na inaitwa Leki Oil Group, manake haiko peke yake, wako wengi ambao walikuwa vijana wakatengeneza wakamata za biashara yao zimechomwa, Leki Oil za Waislamu. Alafu leo tekaotuamia ya kwamba eti tunataka haki hakiii, kuchoma mali za Waislamu. Hatuhitaji nyie mwe mediators wala negotiators, tunataka vitu viwe visimame sawasawa na taifa libaki kwa amani. Tunaomba um, ndugu zetu wa Tanzania, vijana wenzetu, msijiingize katika majambo ambayo kwa kuwanufaisha baadhi ya watu ambao wanakutua wana, wana madaraka kuna watu wanakuchwa madaraka, wanataka wao wawe mbele ili waweze kufanikia katika majambo yao. Tunasema hizi ni kauli zetu kama umoja wa Ahlu Islam Tanzania, nikiwa kama naibu amiri wa Ahlu Islam Tanzania, tunasema ya kwamba tunaomba nchi yetu iwe ni amani na amani dumu daima milele katika nchi yetu, insha Allahu taala.